Kuna wakati unafanya kila kitu kwa usahihi, unajitahidi, una mipango, una ndoto kubwa ndani yako, lakini mambo hayaendi kama ulivyotarajia. Unabaki kujiuliza, kwa nini kila nikikaribia hatua mpya kuna kitu kinanirudisha nyuma? Hapa kuna ukweli ambao sio rahisi kuuelewa mapema. Naomba nikwambie, wewe unayetazama video hii, sio kila anayekuzunguka anaendana na safari yako ya mafanikio. Na mara nyingi watu wanaochelewesha mafanikio yako sio maadui zako, sio watu wanaokuchukia, bali ni watu wako wa karibu kabisa na wewe, ni watu wanaokupenda, wanakujali, lakini energy yao imezoea maisha ya kawaida, wakati wewe tayari umeanza kubadilika. Na pale unapojaribu kusonga mbele, bila wao kujua, wanakuvuta nyuma Wanavuta nyuma kasi yako kwa kupitia maneno, hofu au mitazamo yao ya kimaisha. Sasa universe inapokuandaa kwa hatua mpya huwa inaanza kubadilisha watu, mazingira na mazungumzo yanayokuzunguka, lakini kama hautambui mabadiliko haya, unaweza kujikuta unapoteza miaka mingi sana ukijaribu kuwabeba watu ambao wao hawapo tayari kwenda na safari yako ya mafanikio. Leo katika video hii nitakuambia kuhusu watu ambao hawaonekani hatari lakini uwepo wao katika maisha yako unaweza kuchelewesha mafanikio yako kimya kimya. Mafanikio yanahitaji mazingira yanayoruhusu ukuaji, lakini kama wewe upo karibu na watu wenye hofu, mashaka au mawazo yaliyokwama, eneji hiyo huwa inaanza kukuathiri polepole. Na wakati unaendelea kutazama hii video, utaanza kuelewa ni kwa nini baadhi ya mambo katika maisha yako yalikuwa yanakwama bila sababu inayoonekana. Ni kuombe tu. Kaa mpaka mwisho. Kwa sababu wakati mwingine ufahamu mdogo tu kichwani mwako unaweza ukafungua mlango ambao ulikuwa umefungwa kwa muda mrefu. Tambua, haujaja hapa kwa bahati mbaya. Video hii ni ujumbe wako wa leo kutoka kwa Universe. Aina ya kwanza ya watu ambao wanazuia mafanikio yako ni watu wanaoishi ndani ya hofu. Yani watu waliotawaliwa na hofu ndani yao Hawa ni watu wanaokupenda lakini maisha yao yamejengwa juu ya tahadhari na kuogopa mabadiliko. Yaani, kila unapozungumzia ndoto mpya, mipango mipya, wanakuingizia hofu. Kila unapotaka kuchukua hatua mpya wanakuonyesha hatari kwanza kabla ya uwezekano. Aina hii ya watu inaweza ikawa ni wale watu wako wa karibu sana, ni watu wanaokupenda na wanaokujali, na hofu wanayokuingizia sio kwa nia mbaya ni njia yao ya kuonyesha upendo kwako, lakini hawajui wanatoa energy ambayo wewe inakurudisha nyuma, usisonge mbele na watu hawa. Sio kwamba wanataka ushindwe, lakini akili yao imezoea kuona matatizo zaidi kuliko uwezekano. Yaani katika kila kitu wanakupa sababu za kushindikana kwa hicho kitu, wanakuelezea hatari ya hicho kitu. Sasa energy hii huwa inaua ujasiri kabla haujachukua hatua. Hawajui kwamba maneno yao yanapanda mbegu ya mashaka ndani yako, na mashaka ndiyo kitu cha kwanza kinachopunguza nguvu ya mafanikio. Sasa universe huwa inafungua milango kwa watu wanaothubutu, wale watu wenye uthubutu. Lakini ukiwa karibu sana na energy ya hofu, yani muda wote wewe unaogopa unaingiziwa hofu katika kila mipango unayotaka kuifanya, unaanza kuchelewesha maamuzi yako mwenyewe, na mwisho wa siku universe inakuacha. Ulimwengu unakuacha, unakuwa haupo upande wako. Kwa hiyo kila ukitaka kupiga hatua unarudi nyuma, kutokana na ile nguvu ya hofu inayopandikizwa ndani yako. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu wako wa karibu, na unaweza ukawa unajiuliza, je, nifanye nini kama hawa ndio watu wangu wa karibu walionizunguka katika kila kona? Endelea kunisikiliza, nitakupa solution ambayo itakwenda kubadilisha maisha yako. Aina nyingine ya watu ni watu wanaopenda kulalamika kila wakati, na kila kitu wanakilalamikia. Yaani, kila ukiwakuta mazungumzo yao ni malalamiko tu. Naomba nikwambie, malalamiko ni energy nzito, ni energy mbaya sana. Unapokaa muda mrefu na mtu anayelalamika kuhusu maisha, kazi, au watu wengine, wewe bila kujijua, utajikuta akili yako inaanza kuamini kwamba maisha ni magumu zaidi kuliko yalivyo. Yaani unaanza kutengeneza barrier ya kichwani mwako, na hiyo barrier inaishi ndani ya nafsi yako, inakuja mpaka katika uhalisia wa maisha, na pale imani inapobadilika, matokeo nayo yanabadilika. Ukikaa muda mrefu katika mazingira ya malalamiko, akili yako nayo inaanza kuona ugumu kabla ya uwezekano. Yaani kila ukitaka kuamua kufanya kitu kipya, akili yako inaanza kuona ugumu kwanza. Sasa huwa ipo hivi Universe inajibu zaidi pale ambapo kuna shukrani na matumaini, lakini malalamiko ya mara kwa mara huwa yanafunga mtiririko wa mawazo mapya na baraka mpya. Kwa hiyo kama ulikuwa unaelekea kwenye mafanikio ukakutana na watu wa aina hii, ni lazima watazuia mafanikio yako, kwa sababu wanapandikiza energy ya kuona kwamba wewe huwezi kufanikiwa, maisha ni magumu sana, na hiyo energy inaanza kuishi ndani yako unajikuta hata katika uhalisia unaona hivyo hivyo, mambo yanazidi kuwa magumu kwako. Aina nyingine ya watu ni wale watu wanaokukatisha tamaa kwa jina la kukulinda. Yaani, kuna aina ya watu ambao wanakuja kwako, wanajifanya wanakulinda, wanakuonea huruma, hawataki upatwe na mabaya. Sasa, hawa watu wakija kwako kazi yao ni kukukatisha tamaa na kukufanya usisonge mbele. Kwa mfano, kama kuna kitu ulikuwa unataka kufanya au kukianzisha, utakuta wanakuambia, ah, usiwe na haraka bwana, mambo sio rahisi hivyo bwana, hebu tulia kwanza. Sasa wanasema wakiamini kwamba wanakusaidia, lakini maneno yao yanapanda hofu ndani yao. Kadiri unavyosikia maneno hayo mara nyingi ndivyo akili yako inaanza kupunguza ukubwa wa ndoto zako. Mtu anayetaka kufanikiwa anahitaji kusikia maneno ya kumotivate, maneno ya kumtia moyo na kumfanya azidi kusonga mbele na sio maneno ya kumkatisha tamaa na kumfanya arudi nyuma. Sasa kama umezungukwa na aina hii ya watu, kuna uwezekano mkubwa hao ndio watu wanaozuia mafanikio yako. Unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida au ni kitu kidogo sana, lakini katika ulimwengu wa kiroho hawa watu wanatengeneza ukuta mkubwa sana inakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kufikia mafanikio na pia kuna hili kundi la watu ambao wanapenda kukucheka kwa utani yaani ukiwaambia ndoto zako wanazicheka kwa matani matani wanahisi kama wanafanya mezaha lakini ndani yake huwa kuna hali ya kuto kukuamini Ukiona mtu unamwambia ndoto zako au unamwambia mipango yako, alafu anaingizia utani wa kukucheka, tambua kwamba huyo mtu kuna energy fulani ndani yake ya kuto kukuamini au ya kuto kuamini kile unachotaka kukifanya. Utani wa mara kwa mara kuhusu ndoto zako huwa unaanza kupunguza nguvu ya maono yako. Hiki kitu watu wengi huwa wakijui. Ndoto zinahitaji kulindwa kabla hazijakomaa, na hutakiwi kufanya mzaha au utani wowote katika ndoto za mtu. Kwa hiyo mtu anapokuambia ndoto zake kwamba bwana, mimi nataka kufanya moja mbili tatu, alafu mtu anaingiza jokes, anaanza kucheka, hiyo ni ishara ya kwamba yani haamini katika kile unachomwambia au hakitilii uzito katika kile unachomwambia. Kwa hiyo wewe ambaye unamwambia hiyo mipango yako utajikuta unavunjika moyo au una slow down, unaanza kurudi nyuma, unaona au misifai mbona kama mtu huyu haniamini. Sasa hiyo inakuja kuishi katika uhalisia, utajikuta kufikia hayo mafanikio kila siku, kwa sababu ya aina hii ya watu wanaokuzunguka na pia aina nyingine ya watu wanaozuia mafanikio yako ni wale watu wanaokuja kwako pale tu wanapokuwa na matatizo yaani, mambo yake yakiwa safi haji kwako, akiwa hana shida ya pesa haji kwako, lakini akipata changamoto aidha ya ugonjwa, hana pesa, ana madeni, ndio unamwona kwako. Akiwa na furaha anataka kusherehekea haji kwako, msherehekee wote Asa hawa ni watu hatari sana katika maisha yako. Kila wanapokuja wanakuwa wanakuachia mzigo wa kihisia wanashusha vibration zako za ndani, wanashusha motivation yako ya ndani. Pole pole unajikuta umechoka kiakili, huna nguvu ya kufikiria mipango yako mwenyewe. Yaani kila siku wewe ni mtu wa stress, badala ya kuwaza mipango yako, badala ya kuwaza maendeleo, unaanza kuwaza matatizo ya watu sisi tunaelewana na energy yako inaishia kuwabeba watu wengine, badala ya kufikiria mambo yako wewe zaidi. Na mara nyingi hawa watu huwa wanakuwa ni wale watu wako wa karibu sana, yaani watu ambao huwezi kuwapuuza, watu ambao unawaheshimu sana. Kwa hiyo unajikuta unaanza kuwafikiria wao zaidi, unaanza kuumiza kichwa kwa ajili yao zaidi kuliko wewe mwenyewe. Sasa amini usiamini, Hawa ndio watu ambao wanazuia mafanikio yako kwa kiasi kikubwa sana. Aina nyingine ya watu ni wale watu ambao wamekuzoea kukuona ukiwa katika toleo lako la zamani. Unajua binadamu huwa tunabadilika. Sasa kuna watu uwa hawataki kukukubali katika upya wako. Yaani ni watu waliokujua kabla haujabadilika, walizoea kukuona wewe wa zamani, yani yule aliyekuwa mdogo kifikra, mtu asiyejiamini au mtu asiyekuwa na ndoto kubwa au mtu fulani mzembe mzembe. Sasa unapoanza kubadilika wanahisi kama vile wanakupoteza. Sasa wao bila kujua wanakuvuta urudi kwenye hali uliyoizoea ili wao wajisikie salama. Sasa universe inapokupa ukuaji fulani, sio kila mtu atahisi vizuri na ukuaji huo. Yaani sio kila mtu anapenda wewe ubadilike, au sio kila mtu anapenda kukuona ukiwa katika huo upya wako. Na ukijaribu kubaki vile walivyokuzoea ili uwafurahishe, safari yako inasimama hapo hapo na hapa ndipo watu wengi wanapofia. Unakuta mtu ameamua kubadilika, anajiwekea malengo kwamba mwaka huu unavyoanza nataka niwe mtu mpya. Akiona familia yake haimuelewi au inaanza kumletea malalamiko fulani kwamba mbona umebadilika, mbona uko hivi na hivi, hasa watu huwa wanaamua kufurahisha familia yao kwa kurudi katika vision yao ya zamani. Sasa hapa ndipo watu wanapofia na mafanikio yao yanasimama. Kwa hiyo unakuta wale watu wako wanaokuzunguka ndio wanaozuia mafanikio yako, ndio wanakuzuia wewe usibadilike na kuwa mtu mpya ambaye anakwenda kufikia ndoto zake za mafanikio. Na hawa watu sio kwamba wanakuchukia bali mabadiliko yako yanakuwa yanawakumbusha sehemu ya maisha yao ambayo wao hawajathubutu kuibadilisha. Kwa hiyo ni kama vile wanataka uendelee kufanana nao. Yaani hawataki uwe tofauti na wao. Wanapokuona unasonga mbele, wanajisikia wapo nyuma au wanajisikia ni watu tofauti. Kwa hiyo, bila kujua, wanaanza kupunguza nguvu yako kwa maneno ya kejeli au mizaha, na mwisho wa siku wanadhoofisha ndoto zako. Sasa unapaswa kujua kwamba hii ni energy ya wao kutaka kujilinda na sio kukushambulia. Lakini bado unapaswa kuelewa kwamba usiposhtuka mapema utajikuta unachelewesha mafanikio yako. Na pia kuna aina nyingine ya watu. Hawa ni watu wanaokuja kwako kwa wakiwa na uchovu wa kiroho. Yaani kuna watu ambao kila wakija kwako unaanza kuhisi kuchoka bila sababu shai kukutana na hiyo scenario. Yaani ukizungumza nao unajikuta unapata uzito wa mawazo, mwili unachoka. Sasa hii huwa inatokea pale ambapo energy zao zinatafuta mahali pa kupumzika na wewe unakuwa ndio sehemu hiyo. Sasa tatizo ni kwamba unapobeba mizigo ya watu wengine kwa muda mrefu unajikuta unakosa nguvu ya kubeba ndoto zako wewe mwenyewe. Nilishawahi kufundisha hiki kitu, kila mtu unayekutana naye ni lazima mbadilishano wa energy utokee. Sasa kama watu unaokutana nao mara kwa mara wana negative energy nyingi katika miili yao, ni lazima wawe wanakuachia negative energy, halafu wao wanaondoka na positive energy ya kwako. Kwa hiyo kila ukizungumza nao utajikuta unakuwa down. Hiyo ni ishara ya kwamba vibration zako ndani ya mwili zinashuka. Yaani motivation inakuwa chini, mwili unakuwa upo chini, hisia zinakuwa negative. Kwa hiyo unajikuta kila siku wewe ni mtu ambaye upo down, huna motivation. Sasa ukiligundua hilo, ni muhimu ukawaepuka hawa watu kwa gharama yoyote ile. Inawezekana wao wenyewe hawajui kama ni kikwazo katika mafanikio yako, lakini kiroho, kuna kitu kikubwa sana wanakisababisha katika maisha yako. Sasa kuna kitu muhimu sana, naomba nikiweke sawa kabla sijaendelea mbele. Somo hili halikufundishi kuwachukia watu, linakufundisha kutambua mipaka ya energy yako. Kuna wakati mafanikio hayachelewi kwa sababu wewe haujitahidi au haufanyi kazi kwa bidii, bali ni kwa sababu bado upo katika mazingira ambayo hayaruhusu ukuaji wako mpya. Kwa hiyo, unapoamua kubadilika, usitegemee kwamba na wale wote wanaokuzunguka nao watabadilika. Hapana, wewe utabadilika, lakini wale wanaokuzunguka watabaki vile vile, na sio kila mtu atakubali, yani atakubaliana na hayo mabadiliko yako au atakukubali wewe mpya ambaye umeamua kubadilika. Hasa hapo ndipo unapotakiwa kujifunza kuchagua ukaribu, yani unatakiwa uwe na uhuru wa kuchagua kwamba yupi nataka kwenda naye, yupi sitaki kwenda naye, na sio kwa chuki bali kwa kutumia hekima na busara, kwa sababu mafanikio yanahitaji nafasi ya kupumua. Sio kila mtu ataendana na kasi ya mafanikio yako. Hili ni muhimu sana ulijue. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, je, nifanye nini kama hawa watu ambao wanazuia mafanikio yangu ni watu wangu wa karibu sana? Pengine ni mke au ni watu wako wa kifamilia ambao unawaheshimu sana. Hapa naomba unisikilize sana. Sio kila mtu anaweza kukata mahusiano au kuondoka kwenye mazingira yako mara moja. Kuna watu wengine wanaishi na familia, ndugu, au watu wa karibu sana ambao hawawezi kuwaepuka moja kwa moja, na universe inalifahamu hilo, na ndio maana haikupi ufahamu huu ili ugombane na watu. Hapana, inakupa ufahamu huu ili ubadilishe namna unavyoshiriki energy yako, namna unavyoshirikiana na hao watu. Kitu cha kwanza kabisa, jifunze kuwa msiri, jifunze kuficha mipango yako mapema. Sio kila mtu anapaswa kujua ndoto zako zote. Mipango inapokuwa michanga, yaani kabla haijakuwa, huwa inakuwa ni ya siri sana kiroho. Sasa unapoiweka wazi kwa watu ambao bado hawajaiva kifikra, maneno yao yanaathiri mwelekeo wa fikra zako na universe huwa inafanya kazi vizuri zaidi pale unapolinda kile inachokuandalia. Sio tunaelewana? Kwa hiyo kunyamaza sio udhaifu, ni hekima ya mtu anayejua nguvu ya mawazo yake. Kwa hiyo jifunze kuwa msiri katika mipango yako. Kitu cha pili, jifunze kubadilisha aina ya mazungumzo. Kama mtu ana tabia ya kulalamika au kuogopa, usipambane naye wala usibishane naye, badala yake badilisha mwelekeo wa mazungumzo taratibu. Ongea kuhusu suluhisho, matumaini au kitu chenye kujenga. Sio kila mtu anahitaji kubadilishwa, na ili watu wengi huwa wanakosea sana. Watu huwa wanapoteza nguvu nyingi sana katika kutaka kuwabadilisha watu. Sio kila mtu anahitaji kubadilishwa, lakini unaweza kubadilisha energy ya mazungumzo, na unapofanya hivyo mara kwa mara utaona watu wengine wanaanza kujirekebisha bila hata kujua, yaani wao wenyewe wataanza kujitune na kusema kwamba fulani huwa hapendi mazungumzo ya hivi, em, ngoja nibadilike. Kitu kingine, usipende kujiingiza katika hofu zao, haijalishi hiyo hofu inaogopesha kiasi gani. Mara nyingi watu wa hofu watajaribu kukuvuta kwenye majadiliano ya kwa nini kitu hakiwezekani. Sasa ukishawishika tu kujiingiza katika hayo majadiliano, utajikuta unaanza kufikiri kama wao, yaani hiyo hofu ni lazima itakuingia. Badala yake sasa Sikiliza bila kubishana, yaani wewe wasikilize tu, usijibu kitu chochote. Energy yako inapaswa kubaki kwenye imani na sio kwenye kujitetea. Universe huwa haisikii kelele nyingi, inasikiliza imani ya ndani. Ndani yako kuna nini, ndicho Universe inaangalia zaidi. Huna haja ya kujieleza sana kwa watu au kuaprove kitu fulani. Wewe zingatia imani yako ya ndani, ulimwengu unaona na unasikia. Kitu kingine muhimu sana, usibebe matatizo ya kila mtu. Watu wenye moyo mzuri mara nyingi huwa wanakosea hapa, wanataka kusaidia kila mtu yani hadi wanajikuta wamechoka. Hebu nisikilize hapa, unielewe. Ni vizuri kusaidia, lakini sio kila tatizo ni lako kulitatua. Unapotoa muda wako wote, nguvu zako zote na mawazo yako yote kwa wengine, unabaki bila nafasi ya kutengeneza maisha unayoyatamani. Yaani unajikuta nafsi yako una, unaitoa kwa watu wengine. Sasa kiroho hii huwa inaitwa energy leakage. Yaani nguvu zinavuja bila yawe mwenyewe kugundua. Universe inakupa baraka pale unapothamini energy yako kwanza. Kwa hiyo kabla hujavujisha energy yako kwa watu wengine, hebu jinufaishe kwanza wewe. Na huu sio ubinafsi, bali ni namna ya kulinda nguvu zako na kutumia vizuri nguvu zako. Unapobeba mizigo mingi isiyokuwa yako unapunguza nafasi ya baraka zako kupumua. Kusaidia ni vizuri, lakini kujisahau sio hekima. Yaani usisaidie mpaka unajisahau wewe mwenyewe. Universe haitaki uokoe kila mtu, inataka kwanza ujisimamishe wewe mwenyewe. Kitu kingine, usiruhusu watu wakufafanue. Watu wengi watakuona kulingana na historia yako mambo yako ya nyuma yaliyopita na sio uwezo wako wa sasa. Sasa ukikubali tafsiri yao unajifungia wewe mwenyewe. Nakumbuka jambo hili hapa, Universe haikupimi kwa ulipotoka, inakupima kwa unapoelekea. kwa hiyo kaa kwenye maono yako, hata kama hakuna anayeyaona kwa sasa hivi. Kitu kingine, tafuta muda wa kuwa peke yako, huu ni muhimu sana watu wengi huwa wanapoteza sauti yao ya ndani kwa sababu hawakai kimya, hawapati muda wa kuwa peke yao. Muda wote wanakuwa wamezungukwa na makelele, wanakuwa wamezungukwa na watu ambao wananyonya energy zao. Upweke wa makusudi, yani ya munyewe, wa kukusudia wewe mwenyewe, huwa unarudisha mpangilio wa energy yako, na hapo ndipo intuition au sauti yako ya ndani inaanza kuongea tena kwa uwazi na universe huwa inawasiliana kwa sauti ya utulivu. Ukiwa kwenye utulivu ndipo utaweza kusikia vizuri sauti yako ya ndani, utaweza kuzisoma vizuri ishara za universe na utaweza pia kuzitafsiri vizuri ishara za universe. Na zipo ishara ambazo ukiziona tu, basi tambua kwamba universe tayari imeanza kukuondoa taratibu katika umaskini na kukupeleka katika mafanikio. Hili somo nilishafundisha kwa kina sana katika video zilizopita, lakini hapa nitagusia kwa uchache tu. Ukianza kuona watu wanajitenga na wewe bila ugomvi, mazungumzo uliokuwa unayafurahia zamani sasa hivi unaona hayana mvuto tena. Unatamani ukimya zaidi kuliko kelele. Unaanza kufikiria kwa kina kuhusiana na maisha, unatamani kuwa mpweki. Ukiona hizo dalili, hiyo ni ishara nzuri na sio dalili mbaya, ni universe inapunguza mizigo isiyoendana na hatua yako inayofuata. Ili uweze kufanikiwa ni lazima uachane na vitu vibaya vyote ambavyo havikufai ikiwemo watu wasio kufaa. Kwa hiyo ukiona watu wanaondoka kwenye maisha yako, usihuzunike, furahia, amini kwamba kuna kitu kizuri zaidi kinaandaliwa mbele yako. Kama umelisikia somo hili na moyo wako umetulia badala ya kuogopa basi fahamu kwamba ujumbe huu haujaja kwako kwa, kwa bahati mbaya. Universe huwa haitoi ufahamu kabla ya mabadiliko, huwa inakuandaa kwanza kiakili na kiroho, na kisha matokeo yanakuja baadaye. Na huna haja ya kuwakimbia watu au kuwachukia watu. Unachohitaji ni kusimama vizuri ndani ya energy yako mwenyewe, na ukifanya hivyo, watu wasioweza kuendana na safari yako wataanza kujiondoa taratibu bila drama, bila maumivu, bila ugomvi. Na baada ya hapo, hawatakuwa tena na uwezo wa kuzuia au kuchelewesha mafanikio uliyokusudiwa kuyapata. Kwa leo, naomba niishie hapa. Tafadhali sana, naomba share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujisubscribe, make sure una subscribe. ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.